Wangapi wananiahidi kufanya kazi? Kama umeajiriwa fanya, kama utafanya tena. Kama umejiajiri fanya kazi, kama utafanya tena. Kama una mradi, shikilia mradi wako uweze kukuzalia matunda, lakini acha sababu. Uvivu ni chanzo cha umaskini. Chapa kazi, utajirike, wewe ni kijana. Ikiwa sisi watu wazima tunafanya kazi mpaka tunalala na viatu. Tafuta muda wa kufanya kazi ndiyo uombe. Utanena kwa lugha buchari, ukienda kununua nyama, utanena kwa lugha. Mimi sikufanikiwa kwa sababu sikusomeshwa, mwingine amesomeshwa kwa sababu sijapewa kazi. Yeye yani ashughuliki, hatafuti, hawazi, yeye ni mvivu. Kazi yake TV, kazi yake kuangalia vimwekumweku kwenye WhatsApp. Ukimwona tangu asubuhi mpaka jioni, macho kabisa yameiva mekundu, lakini yuko tu peke yake, afu kama mjinga anacheka <laughs> anasikiliza kidude, we anakuwa mtumwa wa wa kisimu, anaangalia stori zote za duniani <laughs> kwenye grupu ile <laughs> kutwa nzima anashinda anadonoa Hawezi kuwaza ndakula nini, hawezi kuwaza ndavaa nini, hawezi kuwaza nahitaji kuoa, hawezi kuwaza nikiolewa ndakuwa nini. Huyu ni mtu mvivu. Pamoja na sababu zako zote, tunakuambia chapa kazi, utajirike. Bila kazi huwezi kutajirika. Maandiko mengi yote yanatufundisha watoto wa Mungu, tukifanya kazi tutabarikiwa Bwana anasema nitabariki kazi za mikono yako. Pendo, uweze kuona pesa chini ya mto, uweze kuziona pesa kwenye kabati, lazima uzifanyie kazi. Wengine wanatembea chini, ananena kwa lugha, labda ataokota hela hunda bara shinda lasia wasanzi bara wasanzi sasa, utafika mpaka Kariakoo uweze kuokota hela. Watu kwa sababu wana ndugu zao, basi mpaka anachukiwa Mi niko kwa mjomba, mi nakaa na dada, niko kwa mama mkubwa. Wata kuchoka wata kufukuza. Fanya kazi, jitegemee. Mawazo yenye tija kwa manen adhahau kukupa hamasa kujengia uwezo kufanya